Mungu akanyeshe mvua ya baraka. Mungu akanyeshe mvua ya neema. Mungu akufungulie milango mikubwa na midogo. Mungu akufungulie madirisha. Mungu akuunganishe na watu wazuri. Mungu akupe afya njema. Hautakufa huu mwaka, hautakufa huu mwaka, hautakufa huu mwaka, hautalazwa huu mwaka, hautaongezwa nani. Watoto wako watakuwa salama, mambo yako yatakuwa sawa. Mungu wa kulinde, Mungu wa kupona, Mungu wa kufungua, Mungu wa kufanikisha katika jina la Yesu. Kupanda bodaboda, ufike salama, kupanda gari, ufike salama, ukilala, uamke salama, katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuishi miaka mingi. Nimeomba na kuamini, ameni. na mtu alikuja, alikuwa anahitaji ni nimwombee, na miongoni mwa wale niliwaombea siku kuombea, naomba usogee, ni kuombea